Nam ndivyo tunavyoelekea hivyo katika soka letu kwa ajili ya kuweza kutazama maswala kadha wa kadha ambayo tumeweza kukuandalia, na moja kwa moja tuanze kwa kutazama kile ambacho kimezungumzwa na mashabiki wa soka e, wakizungumzia kile ambacho kimeweza kuonyeshwa na kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika fainali za AFCON 2025 ambazo zinaendelea huko Moroko. Mara baada ya timu ya taifa ya Tanzania kupoteza mchezo wao wa kwanza wa karata ya Afcon 2025 dhidi ya Super Eagles Nigeria, mashabiki wamezungumza na kutoa maoni yao na imani juu ya timu yao ya taifa kutokana na kiwango ambacho wamekionyesha, na sisi tumefika hapa Buguruni kuchukua maoni yao na imani yao na yale ambayo wameyaona, na imani yao basi kwa timu ya taifa kwa michezo ambayo imesalia. Kiukweli mchezo ulikuwa mzuri vibaya mno, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia timu ya taifa ye, ikiwa wanacheza mpira mkubwa sana mbele ya timu ya taifa ya Nigeria, timu ambayo ina rekodi kubwa, umeelewa, kitaifa kwa Nigeria. Jana wachezaji wa timu ya taifa ni pongeze kwao, japo kuwa tumefungwa, lakini tumetoka mashabiki tukiwa na furaha kwa sababu wameonyesha kiwango kizuri na cha kupendeza. Wachezaji wamejituma, wameipambania nembo ya taifa, lakini kufungwa kwetu kwa sio kwamba wachezaji walopambana, nimetokea mistake wametufunga mpira ulivyo kwa taifa jana. Kusema kweli, kiuchezaji uwanjani, wamecheza vizuri, timu imepambana vizuri, lakini issue iliyotokea ni moja tu ambayo sisi Tanzania, ambayo tuseme hicho kibaji upande wetu bado hatujabahatika stickers. Jana tumecheza mpira mzuri na fasti, nafasi nyingi tunatengeneza, lakini tulishindwa kuzitumia, na matatizo haya yamekuwa kama ni endelevu kwa sisi wa Tanzania. Kwa mfano, mechi za nyuma zilizopita zile zinazochezwa hapa Tanzania, hapa kuna nafasi tunatengeneza, lakini mwisho wa siku tumeshindwa kuzitumia na jana pia nafasi umetengeneza, tumeshinda kuzitumia. Uwanjani wanacheza vizuri mpira na pasi vizuri, natoka nyuma, timu inashambulia inapanda juu inashambulia kwa kasi, lakini kwenye score imekuwa ni shida kwa upande wa Taifa Stars. Timu ya Taifa Stars imeimprove sana, game ya jana walijitoa sana, wamecheza vizuri, sema kwa sababu tumecheza na timu ambayo daraja lake ni la juu sana, kwa hiyo kufungwa kwetu hakumaanishi kwamba sisi tupo chini kimpira. Mpira wetu umekuwa, nadhani gemu ya jao ni tunacheza na Uganda Tanzania, eh? Kwao tunategemea tunaweza tukashinda hiyo gemu yeah, kwao tutegemee matokeo mazuri, pengine kwa mechi zote mbili zilizosalia. Yes, gemu ya Tunisia, tumeangalia mpira wao jana, tumeona ni Waarabu sawa, lakini performance yao ni ya kawaida sana, tofautisha na timu kama Moroko ambao moto wao ni mkubwa, ila kwa Uganda, Tunisia na Zambia ni timu ambazo tunazimudu. Kwa kweli, jana timu ya taifa Stars imeonyesha kiwango kizuri, ila sasa matatizo ni madogo madogo kule mbele. Yaani tuseme kama tungekuwa na forward ambao yani wanajitambua, tungeweza kushinda hata goli tatu. Kwa hiyo Nigeria ni wakubwa, ila sio wakubwa kivile, na sisi wenyewe wanatuogopa Nigeria, ndio maana nakuta jana na wenyewe walikuwa na wanakaba kwa tahadhari kwamba hii timu si ya mchezo. Kwa kweli Taifa Stars imecheza, alafu Kevin John ndiye goli alilokosa, lile lilikuwa la kusawazisha, ina maana ingekuwa mbili mbili. Kwa hiyo kwa kweli Taifa Stars tunaona mwelekeo ni mzuri, ila labda tujipange kwa mwaka ujao, lakini kwa mwaka huu sioni kama itatoboa. E, kweli timu ya taifa jana nimeangalia vizuri sana na kiwango nimekiona ni kizuri sana na wamecheza vizuri sana isipokuwa tu matatizo madogo madogo tu ambayo anaanza kurekebisha kocha, na ushindi tukaupata, ila cha muhimu tuzidi tukuiombea kuiombea timu dua, Mwenyezi Mungu atujalie tuvuke na tushinde hata mechi mbili. E, kwa hilo ndio jambo ambalo mimi niliona jana hilo. Ikumbukwe timu ya taifa itarejea tena mchezoni tarehe 27 kukipiga dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, na we unayefuatilia michezo hii kupitia Azam Sports, ni kukumbushe basi kulipia king'amuzi chako mapema ili kukwepa usumbufu wa kimtandao. Kutoka hapa Buguruni, Godfrey Mzee, Azam Sports. Nam, ripoti hiyo ya mzee kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria na tumesikia baadhi ya mashabiki hapo wakisema jana jana, ni kwa sababu ulimi hauna mfupa. Yes, ndio maana wameweza kuzungumza hivyo <coughs> lakini kwa sasa tuelekee eh, visiwani Zanzibar, tuungane na eh, reporter wetu Sakina Juma ambaye yeye amezungumza na baadhi ya mashabiki wa matajiri wa jiji Azam FC wakizungumza kuelekea katika mashindano ya mapinduzi atakayoanza rasmi Desemba 28, ambapo kutoka Tanzania tuta uh, kutoka huko bara tutawakilishwa na takriban timu tano ikiwemo Azam FC, NKD Black Stars, TRA Simba lakini pia Young Africans. Yaani, mashindano mapinduzi ya Mapinduzi Cup yanakwenda kuanza rasmi visiwani Zanzibar. Tumezungumza na mashabiki wa Azam FC, wametoa tambo zao, na wakiamini kwamba timu yao itakwenda kufanya vizuri. Yaani, tuna uhakika tunachokwenda kukifanya kule Zanzibari, si tupo nyumbani, tupo kwenye ardhi ya nyumbani, lazima tutambe. Timu imejiandaa, timu ilishajiandaa tangu muda tu si hatujafanya maandalizi ya Mapinduzi Cup, si tuna maandalizi ya muda mrefu. Yani, Mapinduzi Cup imekuja, si tushajiandaa zamani. Mimi naiamini mia kwa mia. Kwanza timu yangu inafanya vizuri na kocha bora, tuna wachezaji pia waliokuwa bora, nadhani kila mtu anawaona. Kwa hiyo, tofauti na walioenda kwenye timu ya taifa na waliobaki, basi walioenda kwenye timu ya taifa na waliobaki wote elfu moja elfu moja Kwa hiyo wote na sisi timu yangu yote inafanya vizuri katika kombe la Mapinduzi kwa mtazamo wangu, maoni yangu, timu yetu sio mbaya sana, sio nzuri sana ila wachezaji kujituma na kuongeza juhudi, hivyo tufanye vizuri katika kuelekea mapinduzi. Kocha wetu anafanya vizuri, tunachotarajia tarajia si mashabiki wa Azamu waongeze, mashabiki mkali ya mashabiki na wachezaji wenyewe wajitume. Wachezaji wengi sana yani wamelizika, sijajua ni mishahara au ni nini, na imani kwamba tutarudi na ushindi. Tuko imara, tutapambana vizuri sana. Tutarudi na ushindi Hatuwezi kata tamaa kwa sababu timu zote ziko imara, na tupo vizuri vivyo hivyo. Azamu iko vizuri kwa kweli, tazidi kupambana, tuangalie dakika 90 itakuwaje, kwa sababu dakika 90 ndio mwisho wa mchezo wetu. Tuna imani kabisa kwamba tutakuwa tuko vizuri na tutafanya vizuri. Ikumbukwe mashindano haya yatarushwa mubashara kupitia chaneli zetu za Azam Sports. Lipia mapema kuepukana na usumbufu. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Sakina Juma wa Azam Sports. Na baada ya kutazama ripoti hiyo, tuitazame timu ya Mlandege FC. Imeeleza kuwa ipo tayari kwa mashindano ya kombe la Mapinduzi ikiwa na e, maandalizi yaliyofikia asilimia tisini na tano. Kwa maandalizi hayo Mlandege inaingia kwenye mashindano ya kombe la Mapinduzi ikiwa na matumaini makubwa ya, ya kutetea ubingwa huku mashabiki wakihamasisha wachezaji wao kucheza vizuri pata nafasi ya kwenda kutetea tena ubingwa wetu, hivyo tunaendelea na maandalizi. Naweza kusema tumefikia takriban asilimia tisini na tano kwa maandalizi, na baada ya mechi ya leo ya ligi kuu ya Zanzibar dhidi ya Kipanga nadhani tutakuwa tumefikia asilimia mia moja na tutakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuwakabili wapinzani wetu, na malengo ni kuhakikisha tunarejea pale ambapo tuliishia mara ya mwisho kwa maana ya fainali na kushinda tena ubingwa huu wa Mapinduzi. Kikosi uh, kiko vizuri kwa asilimia kubwa uh, tuna majeraha ya mchezaji mmoja Rafael Chaz ambaye anacheza eneo la mlinzi wa kati, lakini bahati nzuri kuelekea kwenye haya mashindano ya mapinduzi ni wakati ambao pia dirisha dogo la usajili linafunguliwa. Kwa hiyo ripoti ya mwalimu imeeleza ni maeneo gani ambayo anahitaji ende kuongezewa nguvu. Kwa hiyo tunatazama eneo moja ambalo tutakwenda kuongeza nguvu ni eneo hilo la mlinzi wa kati, lakini maeneo mengine uh, pia kuna maelezo ya mwalimu ambayo ametaka ongeze nguvu, so tunakwenda kuongeza baadhi ya wa wachezaji kama watatu wanne kwa ajili ya kuweza kupata kikosi bora zaidi ambacho kitakwenda kushindania ubingwa huu tunachojivunia kwamba hii ni timu ambayo inapendwa zaidi Zanzibar na sio tu na mashabiki kutokea Mlandege, lakini Wazanzibari wote wanaipenda timu hii kwa sababu inawapa furaha nyakati ambazo wamekosa. Hii ndio timu ambayo imeshinda ubingwa wa mapinduzi mara mbili mfululizo, kwa hiyo inapokuja michuano hii ya Mapinduzi, hii ndio inakuwa kama timu ya taifa ya Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kwenye hilo, Wazanzibari watajitokeza kwa wingi kuja kuisupport timu yetu, lakini uongozi wa klabu unafanya kila linalowezekana nje ya uwanja ili kuweza kutoa faraja kwa mashabiki ikiwemo kutoa usafiri ikiwemo kutoa sare kwa ajili ya kuja kuisupport timu na baadhi ya mahitaji mengine ambayo wanakuwa nayo mashabiki kwa wakati husika. Kwa hiyo kwenye hilo tunaendelea kufanya kazi yetu e, mimi nikiwa kwenye eneo langu la kutoa habari na kuwapa watu kila kile ambacho kinaendelea, lakini uongozi pia umekuwa unatoa mchango mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunapata namba kubwa ya mashabiki ambao watakuja kuisupport timu e, ili iweze kufanya vizuri kwenye kauli ambayo e, tunasema mashabiki ni mchezaji wa kumi na mbili ni kundi zuri kwa sababu kuna mabingwa wengi zaidi, na sisi ni miongoni mwa hao wabingwa. Ndoto yetu ni kuendelea kuwa mabingwa, kwa hiyo maana yake tumejiandaa kucheza mechi ngumu. Wapo Azam, wapo Singida, wapo URA, wote ni timu ambazo tunazifahamu na walimu wanashirikiana kwa ajili ya kuweza kuzifanyia tathmini timu hizo na kupanga mpango wa kwenda kudili nao. Kwa hiyo ni kundi gumu kwa sababu kuna mabingwa wengi zaidi, mabingwa watatu wako hapo lakini pia uh, yupo timu changa timu ambayo kwa mara ya kwanza inashiriki mashindano haya kwa maana ya Singida Black Star, nao tunaamini kwenye uwekezaji wao na wachezaji ambao wako nao, wanaweza kuja kutoa testi nzuri. Kwa hiyo ni kundi gumu lakini ndio michuano ya mapinduzi inavyokuwa kwa sababu zinachaguliwa timu bora. Kwa hiyo sitarajie kwamba utakutana na kundi jepesi kwenye michuano hii. Kwa hiyo na sisi tunafanya maandalizi ya kwenda kucheza hizo mechi ngumu dhidi ya hao uh, wapinzani ambao ni wagumu ambao tuko nao kwenye group A. Mlandege ndege hawa akizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mashindano hayo ya Mapinduzi. Lakini tukiendelea kutazama taarifa za mlengo huo, eh, kamati ya maandalizi ya kombe la mapinduzi imesema tayari maandalizi yamekamilika, huku timu shiriki zikitarajiwa kuanza kuwasili eh, Zanzibar kuanzia leo Desemba 26. Akizungumza eh, na Azam Sports, Rashid Said Suleiman eh, katibu wa kamati ya maandalizi ya kombe la mapinduzi, amesema kamati tayari imeshamaliza ma maandalizi yote muhimu Nilio, nilio usema ambao utaenda kufanyika, naomba nirudie mara kwa mara kuwashukuru sana wadhamini wetu. Kwa kweli wao ndo wanaoyafanya haya yawe, yawe makubwa. Tunawashukuru NMB, PBZ, Azam Media, Robi One Pharmacy, Just Fit, uh, uh, Orkun Group, uh, ZIC, shirika la bima Zanzibar, uh, mamlaka ya bandari Tanzania, TPA na wengineo, lakini kwa kweli tunawashukuru mno mno mno. Kwa ukubwa walioufanya wa mwaka huu na watu watakuja kujua tarehe 27, ukubwa tunaoongelea ni upi. Ni taarifa hiyo kuhusiana na maandalizi ya mashindano hayo ya mapinduzi na tumeweza kusikia namna ambavyo mambo yako huko, lakini tuwatazame sasa wanakina boys KMC FC, ambapo klabu ya KMC imeweka wazi sakata la kumpata mwalimu mpya wa kukinoa kikosi eh chao, kwa kusema kuwa kocha huyo ni mzawa na mwenye mbinu za kuwafundisha ili waweze kufikia malengo yao. Uh, tunashukuru. Uh, kila kitu kinakwenda vizuri na hivi na, navyokwambia timu iko kambini, imerejea kwa ajili ya maandalizi ya michezo iliyosalia raundi ya kwanza, lakini michezo inayofata ya raundi ya pili, tumebakiwa na michezo takriban sita kwenye mzunguko wa kwanza, lakini na, tuna michezo mingine kumi na tano kwenye raundi ya pili, tuna almost michezo 21 imesalia, na kipindi hichi watu wengi wanafahamu kwamba KMC tulikuwa tumevunja benchi la ufundi likiongozwa na mwalimu mkuu uh, Maximo, na mchakato wa kutafuta kocha mwingine ulianza punde tu baada ya kuachana na Maximo. Na hivi ninavyokuambia, tumefanikiwa kupata kocha mkuu, lakini bado hatujamweka wazi kuambia Watanzania, lakini nadhani kwenye ma, uh, kwenye siku kadhaa mbele, baada ya hizi siku kupita pita, tutaambia Watanzania ni kocha gani, lakini kocha ambaye ana sifa kubwa, kocha ambaye ana uwezo mkubwa, kocha ambaye ameshakuziokoa timu nyingi ambazo zilikuwa katika situation kama ya kwetu kwa tunaamini uwepo wake utakuwa ni massive boost kwa kwetu kama management, lakini pia itakuwa massive boost kwa wachezaji. Je, kocha huyo ni mzawa au ni mgeni? Kocha ni Mtanzania, amefanya kazi kwenye vilabu vingi, CV yake kidogo inaogopesha. ko Tanzania wasubirie, wana Kinondoni wao watulivu, tumepata kocha sahihi na naamini timu yetu itarejea katika ile good track ambayo tunaitegemea. Namhu ni Halid Chukuchuku akizungumzia mchakato wa kumpata kocha mpya na si sekeseke seke. sakata eh, e, e, e, matukio mabaya, sio mazuri, sio mazuri, kuna muda <laughs> yo... apamba alikuwa kama mzee fulani, sasa hivi kwa kijana. Kwa hiyo tuachane na sakata e, kwenye s tuweke mchakato, mchakato wa kumpata kocha mpya mpata, mpata, mpata, mpata. na anatajwa ana ni Abdalla Baris, Baris, wa zamani wa Mashujaa eh.